Biblia haijatuficha katika Waefeso, lakini pia hata katika kile kitabu cha Kutoka. Waefeso 6 anasema waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. arasotayamamoayamaiiza Biblia inasema ambayo Mungu ameweka ahadi ya kwamba utakapotembea katika kuheshimu wazazi wako, anasema kwamba kuna ahadi. Sasa ni ahadi gani hiyo? Efeso 6 mstari wa tatu anasema upate heri na ukae siku nyingi katika dunia kwa kumbe pate kuishi miaka mingi na siku nyingi katika dunia, sipaswi kufanya mambo mengi, lakini napaswa kufanya jambo moja la msingi, ni kuwaheshimu baba yangu na mama yangu. Kwa lugha nyingine ni kuheshimu wazazi. Mungu anaangalia. Mungu nipe miaka mingi, ni kweli unaomba Mungu akupe miaka mingi, lakini ahadi iko wazi kabisa. Ili upate miaka mingi cha msingi ni nini? Ni kutii tu wazazi. ueli na miaka mingi duniani ni jambo ambao unapaswa kulisahau, haupa hautapata kama miaka mingi na uheri dunia duniani. Kwa nini? Kwa sababu ya kutokuti wazazi. Heri sana yanateke kukitaka, uweze kuona uheri na miaka mingi, uweze kuona wajukuu na vitukuu. Kanuni moja tu, waheshimu wazazi wako.